Haiwezekani mtu akaonewa, haiwezekani mtu akaonewa akaugulia aka na kuugulia na kuugulia kama serikali haipo. Haiwezekani mtu akishakuwa na fedha kwamba yeye ndo serikali, kwamba anaweza akaonea mtu yeyote mwingine. Hiyo andaeni, kila mtu ambaye ana jambo lake, usikae na hilo dukuduku, lifanye tulijue tu, tumjue na huyo anayefanya uonevu, usikae nalo fanya tulijue na tumjue na huyo anayefanya hivi. Nasikia wale wengine wanaandika, sasa mbona anaongea kwa kufoka foka huyo, hata uchukiwa huyo. Nani kawaambieni mimi nakuja kupendwa hapa? <coughs> lazima lazima, na hii na hiki kitu hiki na, na kuna wengine kitawatoa kazini. Kupuuza, kupuuza shida za watu, kwamba mwananchi ameshaifikisha shida ndani ya ofisi ya serikali alafu inapuuzwa hiyo shida. Sasa hivi tunatoa muda wa maelekezo, lakini tutafika muda yeyote, anayefikishiwa shida na anaipuuza atakuwa ameungana na wale wanyang'anyi. ii <coughs> mambo ya <coughs> hii mambo ya, ya kuona yanaoneana haya hii, hapana. Tunataka, tunataka, tunataka kero ikifika ofisi ya serikali ipatiwe ufumbuzi. Haijapata hai ufumbuzi katika ngazi hiyo, serikali ofisi ya serikali ya ngazi hiyo ipeleke hatua inayofuata kwa ajili ya ufumbuzi huyo. Ndio maana ya ugatuaji wa madaraka. Hapana kupuza puza hoja, hapana kupuzapuza kero. Hawa watu wanahitaji, wanahitaji uwezesho tu, hawajataka hela, wanahitaji uwezesho wa mazingira, fedha wanataka kutafuta wenyewe.